Ah, najulikana kama Stefanize gospel nakwambia eh. Tuko hapa ndani ya Chapa Story Chapa, ndugu yangu Maasai Millionare, ndio Maasai Millionare eh. Mambo vipi bwana? Mzuri sana bwana eh mapo ni tunaendelea vizuri eh, eh, eh, si. Ah, tuliachana nao sijui ulikuwa jana mali ukiniambia unaenda eh. Kuona mpira ndugu yangu eh, nimeapa kuona mpira <laughs> Eh, African, African, inaepa inaepa inaepa afkan afkan inafknankoti kidogo afkan afkan. uh -huh. uh -huh. afkan ilikuwa mzuri sana, yes. Tuliona jana, na nimefurahi sana, watu weusi tunaendelea tunaendelea kutawala, watu weusi. Sado mane sado mane. Uh -huh. Watu mpira <laughs> wa mpira, mnajua hii jambo sadomane, we ni Masai? Sadio Mane. Sadio Mane yule eh, wa Senegal. Eh. Najua wa Senegal wengi ni wa Masai. Anaitwa hivyo kweli? Okay. Mtu anajua jina la yule mse? Anaitwa sa, sa, sa, sa Sadio Mane. Hapana. Sadio Mane. Hakuna jina hata eh, kama eh, si sijui mambo ya mpira sana jina yeah. yake iendi kama Sadio Mane. Sadio Mane. <laughs> Sasa kama eh, mpira ulikuwa mzuri uh -huh. Watu wakacheza. Uh -huh. Dakika 90. Uh -huh. Dakika 90. Nipampira likuna tembea karata kiwanjani wakaongesa daka ngapu mbilibili dakika sa mwisho, sama mpira wa kushika mkono watu kushika ile naetwa ya mbaya mbaya. Sasa wale kwa koli pale wakashika. Aha. Ile wakashika mpira katika sehemu ya hatari, bahati mbaya wasengo wasengol wakashika <laughs> batbay uh -huh. Sasa ikakuwa maangalia mpaka ile mashini inajua wako na ile kitu, mashini inaonyesha inaitwa uh -huh. uh -huh. viara wakaangalia, akona hii ni penalti wakasema sasa ni penalti. Hey, kati ya mchezaji mmoja na goalkeeper ninajua hey. Sasa ni segol segol na hiyo uh -huh. Morogoro inaitwa Morocco, sio Morogoro. Sasa watu ya Morogoro anataka apigwe penalti mm -hmm. alafu watu wa segolo <laughs> ndio ile uh -huh. asodomani Anasema anataka Sadio Mane. Iyo Sadio Mane. Uh -huh. Anataka akata amekata. Amesema hapana. Refa hiyo hapo mali uh -huh. Umecheza mbaya. Eh, uh -huh. Umecheza mbaya. Ukaendaje? Sasa sikabidi wakatoka kwa uwanja. Uh -huh. Alafu hii kijana anaitwa Sadio Mane. Nikwambia wa Masai tuko na hekima. Sadio Mane. Tusongeshe kwa sasa. Sasa Sadio Mane. kwa sababu ilikuwa Sadio Mane anapenda timu yake, anapenda nini. Akaenda akaongea na kocha, akaongea na ile vijana, akaambia rudini kwa uwanja mm -hmm. Wakasema sasa ipigwe penalty mm -hmm. Ile jamaa penalti, ya penalti alipeana tu kwa mkano <laughs> tu Aa, kijana nata speed uh-huh. Oh, oh, mwenye alikuja Kenya huyu jamaa nakwa chaneli yake, kumaanisha Mungu ametusaidia tunafanya kazi mzuri angalia na wale ha eh, wa subscribe kwa YouTube subscriber subscriber ya eh, Stephanie's Gospel Grospele, SG Media uh -huh, eh, Maasai Millionaire uh -huh, ingia pale uh -huh. Sasa na pia wewe umeanza, tuambie, wewe ulikuwa timu gani? Mimi nilikuwa hiyo <laughs> na watu wa sogolo uh -huh. Sogolo uh -huh. Ile ya dumane aha. Sasa watu ikapiga penalti, kijana akakoma afu hivi kwa golikipa. Sasa wacha sasa ni warudi, wewe ulikuwa unashabikia timu gani? sasa hiyo pia kama Masai Senegal tumepiga watu mabao moja moja tukashikilia dakika 15 za mwisho mpaka mpira inaisha, ilikuwa tamu sana kweli, tunaangalia ah, mpira mpaka saa saba Ehe. ya usiku ai mama leo hapa hapo niona sana <laughs> <laughs> na mama boy kama jifanyaga kajinga Ehe. Sasa tuka, tuka sasadauasidas si, si, si, si, si, si, si, na hiyo uh -huh. Mama Valentina uh -huh. kumbe Rose Muhando imeoleka ya ukweli, unasemaje? Sasa unajua, najua nini lifanya ukajua kwamba Rose Muhando meoleka kiukweli? Si unajua mwanamke akienda ile ya kuposwa uh -huh. kuposwa uh -huh. Sasa ajioleka ile ya ndoa, uh -huh. lakini, ya ndoa lakini ameposwa uh -huh. sasa kumbe Sijui kama unaona kuna kuna ishara. Mwana isha kale isha ka video kwenye pasta anamwambia mke wangu, mama ya watoto yangu. Aha. Pasta angalia mkono yake hii. Ile imeshika microphone. Hiyo ukiangalia hapo pa salon pasi. Kwa hiyo kidole, hii kidole ndio ile hey, ya hey, yeah, yeah, ya kuposwa. Eh, yeah, ya yeah, ya. Yeah. Iko na Iko na pete. Iko na pete. Iko na pete. Hapo watu. Eh, Iko na pete. Na simu yangu anafanya hivi. Mwangalia vizuri. Wakati alikuwa na bruise hivi na uoga, eh. Sijui ndio alitaka tuone. Uh-huh. Iko na pete. Ako na pete pia. E. Kwa hiyo kumaanisha sasa hii ni game tunacheza. Hii mchezo. Hii mchezo hapa huko. Eh? Na sasa mkwani, ni kwa nini wote ni watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, watu wazima, watu ambao wamekomaa. Tunataka kuwafuata kwa mambo mazuri ambayo labda watakuwa wanafanya, watuelekeze. Mbona tena waanze kutuchezea wakituenjoy? Waki kwa mwafuata zaidi. Si mnapenda udaku, lazima ayake nyinyi udaku. Ah. Hey, ndio afuata Saidi. Rossi anajua lasema udaku na hata watu wanapenda udaku. Hata ana yule ana Okay, mimi najaribu kukuelewa kitu ambacho e, eh, na kitafanyika hapa ii. Kwa sababu yeye alikataza kweli, yeye hajaoleka. Hajaoleka. Lakini ako na pete ya engagement. E. Yaani kumaanisha ya kwamba sasa atakuja sasa aseme ile, wakati niliwaambia ya kwamba sijaoleka. Aha. Lakini sikusema sijaposwa. Aha. Sasa wa Kenya tuelewe Kiswahili. Ni Kiswahili na tutanga. <laughs> Unajua wa Kenya, wa Kenya mnajifanyanga mnajua sana. Kweli? Eh. Wewe Rose Muhando ameposwa Aha. na Pastor Robert mm. Lu Lubasi. Anaitwanga Bishop Robert i. Bob yes. Lubasi. Eh, ni Robert. Eh. Yeah. Lakini hajaoleka. Mm Okay. -hmm. Eh, wewe wewe. Maasai. Ndio. Wacha nitoe hii vizuri hata pia wa wa Kenya Kenya wa Kenya mtazame vizuri. Hii ni Hii ni pesa mingi. Hebu hebu hebu vaa tuone vile unatokea. Hai. Wacha rada hizi hizi hizi hizi, si za kwako. Nashukuru na Mungu, nashukuru Mungu. Hii yote mahali tumefika ni neema ya Mungu. Nanuma mm. So, Masai, mimi kuna kitu ambacho nimekuwa nikifuatilia sana katika hey, hii mtandao, hii social media hey, uh, about, uh, hii stori ya huyu msichana ndio ambaye stori yake imekuwa trending sana imekua trending okay, sana huyu msichana ambaye inaonekana stori yake na trend, mara wali walimguza sijui sehemu nyeti hii ah, uh, video zimekuwa zikitrendwa na wabulusu, wale watu wa wabulusu <laughs> wabulusu ni watu gani? watu gani hii? watu ya kutoka bungoma sana hiyo wabukusu, sio wabulusu. Yule msichana anatembea, si chula, si chula kwa kizungu naked eh, anasema <laughs> lakini wakibukusu ni shichula shichula. Sasa hiyo hiyo msichana, lakini hiyo mwanaume hakufanya vizuri, hakufanya vizuri huyo hmm? hmm, mwanaume hmm. Lakini kwa nini mimi niulize, kwa nini dio, kati ya kitu ikifanyikia mwanaume ii, na ikifanyikia mwanamke Uh, kitu ambacho kimefanyikia mwanamke kinafuatwa sana, kinakuwa na uzito sana uh, kuliko mwanaume kwa sababu ukiangalia hata huyu msichana saa hizi, kuna video ambayo nimeona kwamba hmm. amekuja akaomba Wakenya msamaha Hihi. akiwa na ule anaitwa Geoffrey Musiria huyu, sijui katibu huyo jamaa wa Nairobi anaitwa sijui ukatuzi sijui oh, na mazingira Nairobi, jamaa na na na so, ni maana ile ameitwa kwa polisi. Ehe. E, so mimi ee, nikaangalia kwamba anaomba wa Kenya msamaha, lakini ya kwamba ukiangalia vizuri e, kama sio wewe kuanzisha hii story na kuenda kwenye klabu, design ambaye alikuwa amevaa design, ambaye si ya heshima, design ambaye unaweza tokaje kwa nyumba? Kwa sababu ukiangalia vizuri kwenye video, sio ati nguo ya ndani ni kuvuliwa, alivuliwa, alienda kwenye klabu, mm, akiwa hivyo, kwa sababu kumaanisha kwamba kuna vitu zingine alikuwa ready ashakuwa redi kwa vitu kama zile, kwa sababu ukisikiza vizuri, kwani nguo ya ndani aje? Hakuwa na nguo ya ndani, hakuwa na nguo ya ndani. Hii video umeiona, Masai wewe? Msichana si ni Masai kwetu, msichana wetu wa Masai na sisi tunajua hii vitu hapa, hatufai sana. Unataka kubadilisha dini ukisema ni msichana ya rafiki yako, wewe msichana ni ndogo Uh. E, lakini wacha e, nikuulize. Ndio. E, unaona aje kitu ambacho kinafanyikia mwanamke mm, kinapewa uzito sana, wanakifuata sana kwa sababu nimeona hiyo video na bado kuna video ambayo mwanaume alichomwa na mke wake e, e, e, e, alichemsha maji akamchoma. Hiyo story sijaona watu wakifuata hiyo story na ule jamaa aliumia sana. Shida ni wanaume <laughs> adui ya mwanaume ni mwanaume vile adui ya mwanamke ni mwanamke. Unajaribu kumaanisha nini? Adui ya mwanaume ni mwanaume, unajua sasa mwanaume uh -huh. Anafaa kujipiga nani? Anaslash wewe mama ole tuna ana nislash ya anakuslash hapo, mwambie tuko live, tuko live, tuko live. tuko kwa TV, tuko kwa TV, saisi tuko kwa TV, nislash. Sasa eh. uh -huh. tuko uh -huh. mm. shida ya, ya saisi ile iko wanaume wana, shida yao ndio wanaume wenzao uh -huh. Angalia wale hata anapigania hii msichana sana ni mm -hmm. wanaume mm -hmm. ni watu ngapi saizi ya anapigania hii kijana ya Busia? hii imechomeka. Aha, huyu kijana amechomeka, ya hii imechomwa na msichana maji mm -hmm. watu ngapi anapigana haki ya hiyo kijana hivyo, wewe nani? uh -huh. niko kwa mtukano uh -huh. ya niko kwa mtukano ya TB suu, wache kidogo, acha uh -huh. uh -huh. kidogo uh -huh ni watu ngapi anapigania hiyo hiyo mkijana mm -hmm. hakuna mm -hmm. Sasa shibe ya wanaume juu, ukiangalia vizuri ya kwamba hii, uh, stori ya hii msichana ndio iko na uzito sana I. Na ukiangalia vizuri, ni kitu yenyewe mwenyewe alitafuta, kwa sababu ukiangalia yeye ye mwenyewe ameenda kwenye kilabu I.